Uh, mechi nzima imenifurahisha ime kwa maana ya matokeo uh, tumepata kile ambacho tulikuwa tuna kihitaji hii leo uh, ukiangalia mchezo leo na uh, namna ambavyo tumepata ushindi kwa akili. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ya kawaida mtu angetegemea uh, tungeshinda magoli mengi, lakini mpira hauko hivyo. Uh, changamoto ambazo wanapitia wana, wana Fountain Gate zimewafanya waje katika mchezo huu wa leo wachezaji wao wakiwa, wakiwa, wakiwa na umakini wa asilimia mia moja kwa sababu wanajua hakuna kinachoweza kutusaidia hapa, tuko wachache, manake sisi tuliopo tucheze kwa kujituma kwa kiwango kikubwa, tucheze kwa asilimia zote ambazo tunaweza kucheza. Lakini kama haitoshi hawakuwa na vitu vingi hii leo katika mechi ya leo, yaani hawakuja kutafuta ushindi wala nini leo, walikuja na kazi moja tu ya kuzuia na wakaifanya kazi hiyo kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo ushindi wa magoli matatu kwetu wanasimba ni ushindi mnono mno na ni mshindi wenye kutia faraja kubwa sana. Namna ambavyo tumeuanza msimu safari hii, usajili wake ulikuwa na maneno mengi. <coughs> <coughs> mara mchezaji, mara disciplini, maneno yalikuwa mengi, lakini sisi tulifanya kila juhudi tunazoweza kufanya kumchukua soa ili afanye kazi ambayo ameifanya hii leo Benjamin Mkapa. Kazi ya soa ni kufunga tu na ana uwezo mkubwa wa kufunga. Morris Abraham, kadri anavyopata muda wa kucheza, ndivyo anazidi kuwa bora zaidi. Na mimi niwaambie, ni, ni, ni wana Simba eh, katika watu ambao tuta, tutavuna matunda yao ni pamoja na Morris Abraham. Baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza hii leo kutusapoti, idadi ni ndogo. Mimi <coughs> e, binafsi si, si, si, sijaridhika yeah na idadi hii ni ndogo sana kwa.